Leo tutakuwa na somo ambalo linasema mazingira hatarishi kwa afya ya mtoto. E, mimi na watoto, watoto na mimi, mimi na watoto. E, unajua mara nyingi tunawachukulia watoto kama na wenyewe ni waelewa, na vile vitu ambavyo si tunadhani tunaweza tukaepuka e, hatari zake, watoto tunawaacha katika hiyo hatari, tukisahau kwamba Uh, wanahitaji na wenyewe kuchukuliwa tahadhari, na badala yake tunakuja kupokea watoto hospitali wakiwa tayari wameshapata shida. Ni vyema sasa tukavisema vitu hivi ili kuwajenga wazazi walezi, uh, wawaepushe watoto na mambo mengi ambayo yanawapata watoto. Sasa basi nianze. As, uh, kitu cha kwanza ambacho kinaleta athari kwa afya za watoto eh, watu wote tunakuwa tuna walezi lakini pia wasaidizi wa kazi nyumbani. Jana Pasta Munene ameelezea vizuri sana na ameonyesha ni jinsi gani watu wengi wanakuwa wanawasahau hawa wa, wasaidizi wetu wa nyumbani kwa malipo yao, lakini pia mapumziko. Lakini ukumbuke kwamba e, wasaidizi hawa tunawaachia watoto. E, mfanyie vizuri ambavyo wewe ungependa ufanyiwe ili amuone mtoto wako au mwanao kama rafiki pia. Lakini akishindwa pa kulipisha kisasi, anaweza akamwona mtoto wako kama sehemu sahihi ya kukukomoa na wewe. Eh, unampa mtoto abembeleze, unampa mtoto ashinde naye, unampa mtoto amlishe. Anaweza akaamua kaa anakula kile chakula, mtoto asile. Baadaye wewe unakuja kushtuka, unakuta mtoto ana unyafuzi, anakwashia koo. Lakini kumbe shida ni kwamba yeye huyu mlezi, kuna mazingira ambayo unamwekea, maisha yake yanakuwa magumu, naye anaamua kulipisha kisasi kwa upande huo. Hivyo ni vyema hawa watu ambao tumeamua kukaa nao tuwa tuwaangalie tuwa, kama ndugu kama nafsi yako, eh, na usijaribu uh, kuona kama ni mtumishi tu eh, au ni msaidizi tu. Ni watu wa, msingi wa muhimu sana lakini, pia kuna vipigo sasa. Hapa naongelea kwa wale wote wasaidizi eh, lakini pia wazazi wenyewe na walezi eh, Biblia katika eh, kitabu cha Mithali 23 fungu la 13 na, eh, ukisoma hadi kumi na nne inasema usimnyime mwanao mapigo, maana kwa, kum, ha, maana kwa kumchapa kwa fimbo haita haitamuua, na inaenda mbali, inasema kwa kumpiga tu kwa kumchapa itamfanya umwokoe na kuzimu, kwa hiyo utaiokoa nafsi yake kwa fimbo. Sasa hapa kwa nini Biblia ina, inaonyesha moja kwa moja kwamba mwanao umwadhibu kutumia nini? Kutumia fimbo. Kwa nini? Mungu ni mjuzi. Amini usiamini, tunavyoviona hospitali vinaenenda kinyume na mtu, ra, vinaenenda na mtu aliyefanya kinyume na maagizo ya Mungu. Kama mwanao una tabia ya kumpiga eh, kwa kofi au una tabia ya kupiga ngumi au unapiga teke aisejuu, unahatarisha afya yake. Make sure unampiga mwanao ukiwa hauna hasira. Hii ndio itakuwa piga ya kufundisha. Usimchape mwanao akiwa amemaliza kukuudhi, utamletea shida kwenye afya, na pengine anaweza asiseme, lakini anakuwa na shida ya muda mrefu. Wewe unakuwa unahangaika mtoto ana shida gani huyu, kumbe ulimpiga ukiwa na hasira lakini pia wale wasaidizi usimpige mtoto, tafuta fimbo ndogo, na mwambie kwa nini unamchapa, si unapiga tu. Mwisho wa siku utamtengenezea usugu, na atakuwa unamchapa na unaona kama adhabu haimtoshi, kwa maana unaona ni mtoto harespondi, e, e, hapokei kile kipigo kama ulivyotegemea, kwamba atalia, kumbe umeshamtengenezea usugu. Ukimpiga kibao, hiyo tu inatosha kupasua ngoma ya sikio. Watu wengi wameleta watoto wao wana shida ya ngoma na ngoma ya sikio ikipasuka, vimelea vinaingia kwenye sikio la katikati na vinaleta shida, mtoto anaanza kutoka usaha. Kumbe chanzo ulikuwa ni wewe, kwa kumpiga kibao. Piga kwa fimbo, hiyo ndio inakuwa salama. Lakini pia niongelee kitu kinachoitwa gesi, gesi ya ukaa. Gesi ya ukaa ukaa, e, inazalishwa mtu kwa mfano, unapowasha jiko la mkaa ndani Ukiwasha jiko la mkaa ndani, ukiwashia ndani, jua kwamba mkaa unatoa gesi ya ukaa ambao kwa kitaalamu tunaita carbon monoxide. Kwa kawaida mwili wa binadamu umetengenezwa au damu katika mwili wa binadamu imetengenezwa na chembe chembe za aina tatu. Chembe chembe za kwanza ni chembe sahani, hizi ni kwa ajili ya kugandisha damu. Chembe chembe za aina ya pili ni chembe chembe nyeupe za damu hizi zinalinda mwili kwa ajili ya kinga ya mwili. Hata mtu anapoathirika, hizi chembe chembe ndio zinaathiriwa, kwa maana virusi vya vya vya ukimwi vinaishi ndani ya hizi chembe chembe nyeupe. Chembe chembe ninazotaka kuziongelea ni chembe chembe nyekundu za damu. Hizi zina kiambato ambacho ni cha protini kinaitwa hemoglobin. Kiambato hiki ndicho kinachohusika na kubeba oksijeni unavyopumua na kuisambaza mwilini. Sifa pekee ya kiambato hiki ni kwamba inapobeba oksijeni, ina sifa kwamba ikifika mahala inapotakiwa kukiachia, inakiachia, inaiachia ile oksijeni, ili oksijeni ifanye kazi ya kuchoma chakula ulichokula na upate nguvu, eh, kulingana na malengo ambayo umekula chakula kwa ajili ya kupata nguvu ama kujenga mwili. Sasa basi Hemoglobin sifa yake ni kuachia oksijeni iliyoibeba, lakini gesi ya ukaa ikivutwa na mtoto ama na binadamu yoyote, ina tabia ya kuishikilia hiki kiambato cha hemoglobin na haikiachi. Kwa hivyo, hiki kiambato kitaibeba hii gesi ya ukaa au uh, carbon dioxide na kuifikisha sehemu za mwili, lakini haitaondoka itabaki imekishikilia kwa maana sifa yake ni kurudi na kuchukua oksijeni. Sasa haitaweza kurudi, maana imeshikiliwa. Ni sawa na mtu anayeshusha mizigo aendelee kuwa amebeba tu ule mzigo, akifika sehemu ya kushusha ashushi, anarudi nao. Kwa hiyo hapo inakuwa hawezi mtu kupata tena ile oksijeni ambayo alitarajia apate. Kwa hiyo badala yake huo mchanganyiko unaitwa eh, carboxyhemoglobin baada ya oxyhemoglobin. Hivi ni viambato vinavyofanya kazi ili tuweze kupumua vizuri na kuishi kwa hiyo. Gesi ya ukaa, kuna watu wanawashia gesi ndani. Eh, I mean, sio gesi nini, mkaa, lakini kuna yale maeneo ya baridi kama Iringa ama sehemu za Ulaya eh, lakini Ulaya nadhani hawatumii sana mkaa, wanatumia gesi ukija hapa kwetu kama Iringa, Mbeya maeneo ya kaskazini wanatumia mkaa ili kujiongezea joto. Sasa basi hii gesi ni mbaya, hii gesi ya ukaa ni mbaya. Maana unaamka asubuhi unakuta watoto wote wamelala na hawataamka tena. Unapika makande yako umewasha jiko, ukiamka utakuta wamelala na hawataamka tena. Hizo zimetokea sana uki okay. Kuna wale wanaochoma nyama barbecues. E, usichome ndani, na kama unachoma ndani ama kuna baridi unataka kutumia mkaa, washia jiko lako nje liwake sawasawa, sawa, lilete ndani linakuwa limepunguza kiasi cha hewa ya ukaa. Lakini pia kuna, kuna pointi nyingine ambayo nataka kuambia kuhusu e, mazingira hatarishi ya mtoto ambayo hii ni ya dawa Tunakuwa tuna dawa nyingi nyingi ndani, aidha ni za binadamu au ni za mifugo au ni sumu za kuulia wadudu. Weka hizi dawa mbali. Eh, kuna watu ambao wanakupigia simu, ni rafiki yako labda ni nani, anakuambia mwanangu amekunywa dawa. Dawa gani aliyo, eh, ambayo mdogo wake alikunywa akabakiza, kwa hiyo ameenda amekunywa kama chai. Sasa hii inategemeana ni dawa gani. Kama ni dawa mbaya, inampoteza huyu mtoto. Kwa hiyo make sure unakuwa na self yako ya kuweka dawa ambazo eh, ni dawa zilizotumika, hazijatumika, weka mbali. Lakini pia hizi, tunamaanisha pia hata zile sumu za wadudu. Wewe eh, unatega panya, mtoto wako anatambaa. Make sure kama unatega panya, mchunge mtoto, maana naye anaweza akanaswa na ile dawa ya panya, lakini pia tuna vile vimiminika eh, ambavyo sio salama, kwa mfano wenye magari coolant. Iweke mbali, eh, iweke mbali na, na, na mazingira ya mtoto. Na hapa ninaongelea mafuta ya taa eh, vimiminika kama pilipili na usijaribu kubadili matumizi ya chupa, kwa mfano chupa ya maji, usichukue ukaweka mafuta ya taa. Hii ni rahisi kwa mtoto kuchukua anakunywa eh? Kuna wale ambao wanafanya, eh, wanafanya kazi za mashambani, zile dawa za kuua wadudu mashambani. Wakati fulani tulipokea mtoto mmoja alikuwa mchangamfu sana eh, kwa maana wakati mwingine huwa tuna, tuna, tuna kuna watoto wakipata shida ya upumuaji, anahitaji kuwekewa njia mbadala ya kupumua eh, anafanyiwa operation katika shingo yake. Hapo sasa mtoto huyo akawa amekunywa na mwenzake, eh, viambato hivyo vya sumu. Lakini mmoja akaathirika sana, maana sehemu ya koo ikipata shida tu ya kuchomwa inafunga, kwa hiyo mtoto akawa hawezi kupumua, mwisho wa siku akawekewa njia mbadala lakini bado hakuweza eh, kuendelea na kuendelea kuishi kwa sababu ilikuwa imefikia hatua mbaya sana, ila alikunywa dawa ya shambani ambayo ilikuwa haikuhifadhiwa vizuri. Sasa tunayasema haya ili kabla halija kufika huo umechukua tahadhari na itakuwa faida kwa kwako kuhudhuria katika mikutano hii, lakini pia kuna vyakula ama vimiminika vya moto hii tunamaanisha mafuta eh, kifizikia. Waliosoma fizikia wanajua kabisa mafuta yanatunza joto eh, latent heat ambayo ni kubwa kuliko maji. Kwa hiyo mtu hata maharage, mtu anayeungua na vitu hivi anaungua zaidi ya mtu anayeungua na maji. Mimi hapo naye niona, huwa nawashukuru wazazi wangu, maana niliungua mwili mzima nikiwa mdogo, naambiwa walikuwa wakichemsha maji mimi nikaona kama ni mchezo, nikaenda kuogelea kwenye yale maji na yamekwisha chemka. Mama amekwenda ndani kufuata ndoo aje kuyaweka, mimi nikapiga mbizi mule. Niliungua mwili mzima naambiwa. Kwa hiyo walizunguka sana mpaka kunirudishia ngozi unayoiona, walipambana. Kwa hiyo haya mambo yanatokea unapoweka mazingira ya jiko ama mazingira ya vitu vya moto, make sure michuzi, uji make sure, mtoto wako yule haelewi kwamba wewe hiki ni cha moto, hata wakati mwingine mgusishe. E, mgusishe ule moto kidogo ajue huu unachoma na atauogopa. Kama tuko pamoja, punga mkono. Amina lakini pia tuna vyombo vya kupasuka, e, vyombo vya kupasuka vile grasi, lakini viwembe, sindano unavitunzaje pale nyumbani? E, au mpaka ukikuta mtoto amekiweka mdomoni kimemkatakata ulimi kiwembe ndio utajua ni hatari, vitunze vizuri hivi. Lakini pia tuna ndugu sasa, hapa niongelee na nieleweke vizuri e, kuna watu kulingana na hali zetu za, za kiuchumi e, ndugu akija unampa akae na chumba, na watoto huko e, ama walezi ama uncles Aise, kuna kesi nyingi sana watoto wanaharibiwa, dunia imebadilika. Make sure unakuwa na urafiki na mtoto wako, ili akwambie kama kuna kituko chochote kimeanza, ulawiti, kuingiliwa, akwambie mapema ili umsaidie ikiwa hatua za awali. Watoto wanatishwa, lakini pia anajua akikufata mzazi, unaweza usiwe rafiki kiasi hicho kwa hiyo wanaishia kupata shida. Kwa hiyo una ndugu pale nyumbani, jenga urafiki. Sisemi kwamba ufanye chochote umfukuze na nini, jenga urafiki na huyu mtoto ili inapotokea shida katika hatua za awali, akustue akwambie, mama, lakini kuna moja mbili tatu. Hata wababa na mimi, hata wamama, ongea sana na mtoto wako. Wababa wa siku hizi wengine ambao hawana maadili wanaharibu watoto wao wa kuwazaa wenyewe lakini pia zaidi wale watoto ambao ni watoto wa kufikia, kesi hizo zinakuja sana. Mtoto anakuja kushtukiwa, alikwisha haribika kabisa maeneo yake na kisaikolojia, hata ukimtibu unaweza usimweke sawa tena. Lakini pia tuna wale wazazi ama walezi ambao tayari wameshajulikana, wana maambukizi ya maradhi haya HIV au eh, HIV, virusi vya, vya ukimwi lakini pia eh, homa ya ini na maambukizi ya virusi vya eh, human papilloma au herpes virus. Human papilloma ndio ile niliwaambia kwamba inapatikana ni moja ya ni moja ya maambukizi ya yanayotokana na zinaa eh, na mara nyingi ni virusi pia vinavyopelekea mtu kupata kansa ya kizazi ya mlango wa kizazi kwa hiyo kama mzazi ama mlezi umeshajua una, una, una changamoto hizi, ujue mtoto wako hana ngao. Usipende sana mambo ya kumkisi, usipende sana mambo ya kula chakula na yeye unamlisha kwa kijiko hicho hicho, e, maana yeye anaambukizwa kwa ute ute. Lakini pia magonjwa haya haya yanaambukizwa kwa kubusu, kama human papilloma virus au herpes simplex hii inaambukizwa kwa kubusu, kwa kukisi. Kwa hiyo mlinde mtoto wako ukijua, usije ukafikiri labda unampenda sana, mwisho wake unakuja kujikuta amepata shida. Lakini pia wale ambao tunawaleta kama walezi au wasaidizi, make sure unatafuta wakati au wasaa wa kumscreen au kumcheki afya yake, ili usije ukamweka mtoto katika eh, hali ya hatari. Pointi nyingine ni mashimo na masinki. Haya yamepoteza watoto wengi, nadhani mnaelewa nikiongea hivyo. Shimo umelichimba halifanyi kazi, unaendelea kuliacha hapo, umefunika mabati, mtoto anacheza, anadumbukia mule, tayari unampoteza. Kama haijawahi kutokea, unaweza ukahisi vitu hivi havitokei, ikikutokea kwako, kwa inakuwa asilimia mia moja. Lakini pia kuna vyombo vya moto, pikipiki. Umepaki pikipiki piki yako, wewe ni bodaboda boda, eh? Ile exos inakuaga ya moto sana, linda mtoto wako. Akishika pale ataacha ngozi, akiweka mguu pale ataacha ngozi. Nadhani hata watu wazima wanaungua sana na hizo pikipiki. Lakini pia wenye magari, una gari lako kubwa kubwa, watoto wao wanaingia mle kwenye matairi. Ukitaka kuondoka, kagua, usiondoke tu. Lakini pia kuna bunduki. Eh, niliona zamani huko rafiki yangu aliwahi kuchezea bunduki ya baba yake, mpaka leo ana alama mkononi, maana ilimpasua mkono. Lakini pia kuna misumari, mabati na hivi nimeviongelea sana katika masomo yaliyopita. Sasa basi, kuna mambo ambayo yanagusa afya ya akili ya mtoto. Kwa mfano, ugomvi wa wazazi, msipigane mbele ya wa wazazi. Hii inaathiri afya yake akili. Eh, ugomvi wenu ufiche lakini pia aina ya vitu anavyotazama. Siku hizi watu wamekuwa kama fashion simu mtoto ama eh, iPad, vikatuni vikatuni, vinamwondoa mtoto kwenye uhalisia wa maisha. Lakini pia shetani anapitia sana kwenye vikatuni. Tuna pia tuna wale ambao akiwa shuleni au wewe mwenyewe mzazi unamwambiaje, eh, mjenge kwa kumwambia wewe una akili, usimwambie wewe bure kabisa mjinga hii inamjengea eh, shida. Kuna stori moja ya bwana, sasa hivi ni profesa wa upasuaji wa mifumo ya fahamu kwa watoto, anaitwa Ben Carson. Wangapi waliwahi kusoma kitabu chake? Huyu bwana ni msabato na yuko kule Marekani. Alikuwa ni mtu mtoto ambaye darasani ni mtoto wa mwisho kabisa, lakini kwa hekima ya mama yake ambaye siku zote alikuwa akimwambia Ben, you are so good Ben, you can do better than that. Ben, wewe uko vizuri na una akili, hii dunia yote unaijua. Mpaka Ben mwenyewe ni mtoto akikaa na mama ananiambia, mimi naweza kila kitu, mbona darasani nakuwa wa mwisho? Lakini siku mama yake alipoanza ya kuweka mikakati ya kuhakikisha Ben anakuwa vizuri akafunga tv zote akaweka, akamwekea mikakati, utakuwa unanipa ripoti unavyosoma vitabu. Beni alianza kubadilika, na sasa hivi Beni, tunavyoongea, anaitwa ni profesa na ni daktari wa upasuaji wa mifumo ya fahamu. Hii imetokana na mama yake Beni ambaye alikuwa anamtia moyo. Mtie mtoto wako moyo.